Wazazi katika eneo la Loitokitok katika kaunti ya Kajiado wamehimizwa kuhakikisha masomo ya watoto wao hayaishii katika kidato cha nne, na badala yake wahakikishe kwamba wanaingia katika vyuo vikuu na vyuo vya masomo anuwai ili kuwaongezea nafasi za kupata ujuzi zaidi na kazi. Akizungumza kwenye hafla moja ya masomo katika eneo la Kimana, Kajiado Kusini, mkurugenzi wa elimu katika eneo hilo Pita Bita amesema wanafunzi wengi wamekuwa wakimalizia masomo yao katika kidato cha nne. Na katika elimu huwa tunaambiwa education is an equalizer. Sina uhakika sana na maneno hayo mimi ninajua kwamba education is a differentiator. Wale ambao hawakusoma sana na wale waliosoma sana, tofauti ni bayana, kama usiku na mchana. Hakuna masomo mtu unaenda kusoma ndio uje, you know, uje uumize ama upige watu wengine. Masomo yote ni ije ikufaidi na ifaidi wale wengine. Tusikuje kuwa wale ambao eh, sasa umesoma eh, umedharau wale hawajasoma umedharau wale hawajafika mahali wewe umefika, sasa ni kufua